Ambao wao wanasema kwamba sisi ni waupi kwa imani hii, itapungua kwa kuacha wajibu au kwa kufanya mambo ya haramu, kwa kuwacha wajibu au kwa kufanya mambo ambayo yaliyoharamishwa. Ukizungumzia mambo ya wajibu, ujiangalie sisi watu wa visiwani, watu ambao wasema au yaelezewa kwamba asilimia 90 ni nani Islam. Lakini waangalie au iangalie idadi ya waislamu wanaoingia katika majumba ya Allah subhanahu wa taala, waangalie na idadi ya waislamu wasioingia katika nyumba za Allah, wasio sali. Wewe ukitaka mfano mdogo, angalia katika nyakati mbili. Wakati wa kwanza ni katika wakati wa swala ya subuhi idadi ya majumba yaliyozunguka misi, misikiti. Msikiti mmoja umezungukwa na idadi ya majumba ya Waislamu, lakini wanaoingia katika msikiti wakahudhuria swala ya jamaa ya asubuhi wanaume, haifiki hata ya ushuru, yani ni chini ya hiyo. Kama hivyo yani, moja katika kumi, makumi hawaji kabisa, tisa ya watu, asilimia moja tu ndio naingia msikitini Halafu angalia katika wakati wa swala ya magharibi, we njo zako msikitini, adhani adhiniwa, waangalie vijana wanapocheza mipira, au wengine ndio wanarudi kuogelea, magrupu ya vijana wadadia makeri, wadadia magari ya mizigo au na vipenzi vyao, watoto wa, wa Kiislamu, wapi warudi mazoezi. Bwana, unajua kama mwili hujaweka, hujaweka sawa, huo uweke sawa, inua vyuma, fanya utakapofanya nusra iliyokamilika kwa watu wa imani iliyokamilika, iliyo wale ambao wanatekeleza wajibu na wanajiepusha na mambo ambayo yaliyoharamishwa. Kwa hiyo hii sababu moja. Tukirejea kwenye maneno ya wanachuoni, labda tu aya yaliyozungumzwa hapa na kuharamishwa, sa tukaliendea moja baada ya moja na tukalikujua wanasemwaje katika aya

imani na matendo yaliyokuwa, ama asababu thani spring. Sababu siku nyingi sitazidisha naam. Kwa hiyo katika sababu ambazo